maji ndio hivi kama hivi unakuta dumu 500 mpaka 1000. Mama, jana nimeshika bila maji nikamwomba jirani yangu katika kwenye kopo cha maji ya kunywa. Hii ndio hali halisi kwa maeneo mengi hapa mkoa wa Dodoma nchini Tanzania. Wanawake wa mtaa wa Chinangali, kata ya Chamwino, mkoa wa Dodoma, wanawakilisha sauti za walio wengi na wanaoteswa na kero ya maji kwa miaka mingi. Miongoni mwao ni Mama Mariam. Nashukuru nilipo nilipokuta maji yanatoka hapa. Maana nilitaka niende chooni asubuhi. Nikipita chooni hamna maji. Aya, mimi mwenyewe sina maji hata kwenye kibakuli. Nimeenda ni kwa jirani, ka okay, kwa jirani yangu naye akasema. Mimi mwenyewe sina ndotoka nikachota. Tukasema tuangalie ile bomba, tunakuja tunakuta maji yanatoka kama vimchoje vidogo. Tumesubiria, sasa hivi nashukuru Mungu maji yanatoka mengi. Kwa hiyo nashukuru nimepata maji hata do mbili. Hata nitakwenda uwani kanga maisha ya machweo yamebadilika mno, kwani kila uchao baadhi ya wakazi huambatana makundi kwa makundi, ndoo mikononi, walao kuwahi foleni kwa jamaa zao kwa lengo la kupata maji, jambo linalowarudisha nyuma kimaisha. Ndio kama hivi, tunatoka nyumbani tunafata maji, tukipata haya, tukikosa basi. Ni maji yanipa changamoto, changamoto kubwa sana kama jana. Nimeshika bila maji, nikamwomba jirani yangu akanipa kwenye kopo cha maji yani, yani, ya kunywa maji. Tunahangaika sana huduma za kijamii maji na tuasiri sana kwa sababu tunapata, tuna shida ya maji. Ndio hivi, kama hivi unakuta dumu mia tano mpaka elfu moja hey wanaenda kuchota Jakana, sana sana ni Jakana au uvuke Eliasi, ndio wanapoenda kupata maji. Unaumia kama maji hamna, yeah. Unaumia mtu unatoka hapo, nije kutisha mikaa ya kumi huko. Inatuathiri kikazi kiasi kikubwa sana kwa sababu sisi kama kina mama kutoka ukazunguke huko na ndoo, unazungukia huku, unazungukia huku, unashindwa kufanya kazi zingine sababu so, kuna watoto wanatakiwa kuhudumia lakini wanahangaika kwenye maji. Hatujui kupelewa, kwa sababu kuna kipindi alikuwa anatuma message ile bwana, kesho maji hamna, tukaona hiyo message. Sasa hivi hamna, ni maji tu hayatoki, basi atuelewe. Kwa hiyo taratibu, kipindi cha nyuma alikuwa mnatumia message kwamba kesho maji atakuwa hamna au siku fulani maji atakuwa hamna. Kwa sasa hivi maji tu yanakata, hatujui ni tatizo laba ni nini, labda ni bomba limeharibika au ndo mgao, hatujui. Ingawa Dodoma ni makao makuu ya nchi ya Tanzania, waathirika wananiambia kuwa hakuna matumaini ikiwa hili litakwisha kwani ahadi za serikali zimekuwa hadithi za alfu lela olela. Matumaini nayo lakini najua sio. Labda kwa kwa wametusikiliza hapa, ufikishe huko viongozi tusaidie ila bila wewe kufika hapa ilikuwa na matumaini kwamba bali, maana ni miaka sana shida ya maji, kwa shida lazima tukose matumaini kwa sababu yeah, Sasa shida hasa watu wamekuwa wengi wanaotumia maji, matumizi ya maji yamekuwa makubwa na watu wamekuwa wengi, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Maji hayana rangi, lakini kwa Mama Mariam yanabeba maumivu yasiyoelezeka. Wakati maji yakiendelea kuwa ndoto ya mchana kwa wakazi hawa, kilio chao kinasalia kuwa sauti inayotaka kusikika. Lakini nani atasikia? Jackl Masawe, TMC News, Dodoma.